Ni Novemba 11 mwaka 2025. Karibu kwenye tatu kavu, tuangalie vichwa vya magazeti ambavyo vimepewa uzito kwa siku ya leo. Mimi ni Yohana Mashauri, mwenzangu ni Erastus Andrew. Erastus, mambo vipi? Safi. habari ya asubuhi? Salama, kwema. Kwema kabisa. Magazeti ambayo tunayo asubuhi la leo, tuna gazeti la Jamvi la Habari, tuna gazeti la Majira pamoja na gazeti la Habari Leo. Pia tupo na Kaizali Building Material ambao wao ni wauzaji na wasambazaji wa vifaa vya ujenzi . Sasa kama unahitaji vifaa bora na imara na kwa bei nafuu kwa ajili ya ujenzi wako, unaweza kuwasiliana nao kwa namba za simu 0769771165 ama 0762771159 au unaweza kufika katika ofisi zao ambazo zipo uwanja wa Jamhuri Dodoma. Tukianzia na gazeti la Jamvi la Habari, inasema kwamba tume ya imani amani na utulivu e, lakini pia tumekupokea ushahidi kutembelea maeneo ya kufanya uchambuzi mpana. Wananchi tunatarajia majibu ya kweli, hatua za kujenga umoja. Habari hizo zote utazipata katika gazeti la Jamvi la Habari upande wa gazeti la Majira. Habari inasema Dr. Samia nina imani na tume itatenda haki. Habari hii inapatikana ukurasa wa 4 wa gazeti la Majira. Lakini BOT yaongoza msukumo urasimishaji eh, huduma ndogo ndogo za fedha nchini. Lakini watuhumiwa 93 kesi ya vurugu waendelea kusota rumande. Habari hii pia inapatikana katika gazeti la Majira ukurasa wa tatu. Katika gazeti la Habari Leo tume vurugu za uchaguzi kazini Samia aagiza waliowalipa waliofanya uharibifu itambue haki waliodai. Vijana agusa NGOs na vyama vya siasa. Lakini pia katika habari nyingine, vijana tumieni hotuba ya rais kupata suluhu. Lakini katika habari ya mwisho, Mchengelwa aanza kazi na ujenzi wa kiwanda cha dawa. Habari hizo zote tutazipata katika gazeti hili la habari leo. Guijira habari Tanzania. Sawa so, nikukumbushe bado tupo na Kaizali Building Material ambao wao ni wauzaji na wasambazaji wa vifaa vya ujenzi kwa zaidi ya miaka 30, Kaizali umekuwa suluhisho kwa wajenzi kwa kuwapatia bidhaa bora sana, na ushirika wao na wazalishaji wa vifaa hivyo ni nguzo muhimu katika kuhudumia wewe. Sasa huna haja tena ya kupata tabu kuhusu masuala yote ya vifaa vya ujenzi, fika katika ofisi zao ambazo zipo uwanja wa jamhuri Dodoma. Lakini pia unaweza kuwasiliana nao kwa, kwa namba za simu 0762771159 au 0769 65. Tuangazie sasa upande wa michezo katika gazeti la Jamvi la Habari, Mzize atwaa tuzo kafu ya goli bora lakini pia hii hapa orodha ya washindi wa tuzo za kafu 2025. Katika habari nyingine, Manala azitakia heri Simba Yanga kimataifa. Hayo yote utayapata katika gazeti la Jamvi la Habari upande wa spoti. Upande wa gazeti la Majira kwenye michezo nasema Yanga farabat mechi ya Kibabe kesho Zanzibar, e, pale ambapo watakutana mchezo wa kwanza e, katika hatua ya makundi e, Yanga wakiwa uwanja wa New Amani Complex. Lakini habari nyingine nasema kafu ya mtunuku tuzo ya heshima Rais Samia, lakini ni ya usimamizi bora sekta ya michezo, mzize atoa goli bora. Habari hii unaipata ukurasa wa 24 wa gazeti la Majira. Katika gazeti la Habari leo upande wa michezo familia wasanii wanasiasa wa mwaga mc pilipili habari hiyo ipo katika ukurasa wa 21 samia ang'ara tuzo za CAF lakini pia ligi kuu bara ya rejea ya leo hayo yote utayafahamu katika gazeti hili habari leo gwiji la habari tanzania Sawa. So, sisi tunahitimisha hivyo kwenye tatu kavu kwa siku ya leo. Shukrani sana kwa kutusikiliza toka mwanzo mpaka mwisho, lakini pia usikose kutembelea katika kurasa zetu za mtandao wa kijamii kwa jina la Open Online Media, huo ni upande wa Instagram, TikTok pamoja na Facebook. Lakini lakini ukienda YouTube tunapatikana kwa channel ya Open Media House kisha una subscribe lakini, pia bila kusahau, tuko na washirika wetu Kaizali Building Material ambao wao ni wauzaji na wasambazaji wa vifaa vya ujenzi. Sasa kama unahitaji vifaa bora na imara na kwa bei nafuu, lakini pia kama unahitaji kufanya eh, lakini pia kama unahitaji kuanzisha biashara ya vifaa vya ujenzi, unaweza kufika katika ofisi zao ambazo zipo uwanja wa Jamhuri Dodoma, lakini pia unaweza kuwatafuta kwa, kwa namba za simu 0769771165, au 0762771159. Mimi ni Yohana Mashauri, mwenzangu ni Erastus Andrew. Endelea kufuatilia taarifa mbalimbali kupitia Open Online Media.